na hisia ambayo sisi tuliibuza toka maneno yalipoanza kuzungumzwa mitandaoni, toka maneno yalipoanza kuzungumzwa kwa maandishi kwa watu, watu kujirekodi na kwa kila aina ya hisia. Makeno ni vizuri watu wakalifahamu. Tulikaa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Njombe, tukakaa na vyombo vyote vya mkoa huu, jeshi la polisi usalama wa taifa, jeshi la wananchi, magereza, zimamoto na kukuru, tukawaambia tunaenda kwenye tukio la uchaguzi, lakini maneno yanazungumzwa mengi. Kazi ya kwanza sisi kama serikali tulinde uhai wa watu wetu wetubitunena nafasi hii kuwatoa hofu watu wa, wa matambao na kupitia watu wa Makambako ni watoe hofu watu wa mkoa wa Njombe. Fanyeni biashara kama ambavyo tulifanya biashara wakati wote. Hii ni mashahidi, niliwaambia kabla uchaguzi, eni kula siee biashara, fanya biashara ya yametokea. Aliyotokea baadhi ya watu wakusimamisha biashara zao, Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na sisi kwenye mkoa tumeyatekeleza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 Mungu hapendezwi na taifa letu pia linalia. Haijalishi ilipita mitutu, ilipita kitu chochote cha kudhuru watoto wetu. Hata walio wadogo leo wanaona amani hawana.